Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa Arusha Mjini, aliwasilisha tuhuma nzito kuhusu miradi miwili mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha, yaani ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri na ujenzi wa soko la Semunge. Katika yote mawili aliibua hoja zinazodai kuwepo mkubwa, kwa upotevu mkubwa wa fedha za umma, matumizi mabaya ya madaraka na mchanganyiko wa vipimo uliopelekea ya malipo yasiyo ya halali. Mheshimiwa Spika, kwa heshima kubwa, kwa heshima ya bunge hili na, na kwa maslahi ya taifa, nina wajibu wa kuweka bayana ukweli wa mambo haya. Taarifa ya uchunguzi na ufuatiliaji imekamilika. Kwa kibali chako Mheshimiwa Spika, tutakuwa tayari kuiwasilisha mbele ya bunge lako hili tukufu kwa namna utakavyoona inafaa, lakini kwa unyenyekevu mkubwa niruhusu niseme maneno ya mwisho kabisa, maneno ya mwisho kabisa. Mheshimiwa Spika, Tamisemi ni wananchi na Tamisemi ni serikali hasa, Tamisemi ni serikali hasa. Niwathibitishie Watanzania, hakuna senti ya Watanzania iliyopotea katika miradi yote hii miwili. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, ni muhimu tutofautishe hoja za kujenga na lugha za kuchomea.